Sijui, mchumia juani ulia kivulini mm. hapo hapo, kama, hapo kama walikuwa... Walitupiga, wahenga hapo <laughs> wametupiga <kama> wametupiga zako hizo. Vijana wengi hatufuati mambo walikuwa nafanya wazee wetu kipindi hicho, sisi tumeani, sisi tupo tupo, sisi tunajipeleka sisi, kama sisi. Wahenga hawaamini, wahenga hawapokei simu, mara wahenga wamezima simu kabisa. Je, wahenga hao ni kina nani? Muhenga ni mtu mwenye hekima, mtu mwenye busara, mtu aliyejawa hekima, busara, utu, pamoja na umri wake. Mhenga ni mtu aliyoyaona mengi, aliyejifunza mambo mengi, akazungumza maneno ambayo anadhani yangeweza kuisaidia jamii. Huyo ndio mwenga. Imekuwa jambo la kawaida sasa kukutana na maneno kama hayo mitandaoni, aidha kwenye comment, ama kwenye kile kitu kingine ambacho sasa kinatambulika kama meme, kwamba wahenga sasa hawapumui. Lakini kwa nini haya yote yanatokea? Je, ni kweli maneno ya wahenga yamepitwa na wakati katika kizazi cha sasa, ama ni namna tu ya vijana wa sasa kushindwa kutafsiri misemo ama maneno ya wahenga? Nadhani tatizo sio wahenga nadhani tatizo ni wanaozungumza, wanaokosoa. Na ndio maana nimekuambia inawezekana wakosoaji wengi wakawa wamekosa busara, wamekosa utu, wamekosa hekima, kwa sababu misemo, methali karibu zote hazitafsiriwi kwa neno neno kwa neno, hazitafsiriwi kwa tafsiri sisisi si, si. ya neno kwa neno. aliyejuu mngoje chini. Eh, haimaanishi kwamba uh, wewe uko chini hapa uh, na mwenzio uko kwenye yuko orofa ya tisa basi umsubiri hapa. Haimaanishi hivyo, ina maana nyingine kabisa. Huo ni msemo wenye hekima, utu na busara sana, wenye kificho eh, ni msemo mzito sana katika jamii. Kwa hiyo ni lazima uheshimu aliyejuu ngoje chini <sighs> Ukiniambia ni tafsiri naweza nikachukua hata zaidi ya siku nzima kuuelezea tu msemo huo. Kiu yangu bado haijakata, nataka kufahamu kwa kipindi cha sasa mhenga ni nani? Wengine husema wale waliozaliwa miaka ya nyuma hadi tisini na sita. Sasa ni kipindi ambacho wanaweza hadi kutoa laana na ikafika. Je, wahenga tunawatambua vipi? Kwa hiyo inawezekana mtu akawa na busara na hekima lakini kama umri wake bado hauko mkubwa sana ama ajayao si si mm -hmm. na mengi bado, sio mhenga. Anaweza kuwa mhenga kwa sababu umri sio miaka peke yake. Umri ni pamoja na mambo aliyoyapitia, wingi mm -hmm. uh, wa matukio, migogoro, mikwamo na utatuzi wake. Anaweza kuwa mhenga pia. Kwa hiyo hata vijana ambao wanaonekana kuwakosoa wahenga M mmoja wapo ambaye ana sifa hizo ulizozitaja, inawezekana akawa ni mhenga tayari. Akishakosoa, sio mhenga, sababu hana busara, hana hekima. Hiyo ndio sifa moja wapo kubwa. Kwa hiyo mhenga hataki kukosoa, ama kuna namna fulani anatakiwa kutumia kufikisha ujumbe kuko, wa kukosoa. Ukipewa mawaidha na mzazi wako, wewe una unadhani ni busara kumkosoa? ni hekima? Mm. Kwa hiyo hatuangalii hivyo, unaweza kuwa na mawazo mazuri. Eh, lakini namna gani unayowasilisha? Lakini kiufupi nimekuambia kuhenga, unazingatia sana busara, utu, hekima uh, pamoja na umri, lakini umri pia unaweza kuwa kigezo sio miaka tu, kigezo kinaweza kuwa ni mapito ya mtu katika. Mchumia juani huli ya kivulini, polepole pole ndiyo mwendo. Hii ni baadhi ya misemo tu ya wahenga ambayo tumeikuta na hata wakati mwingine kuisoma shuleni. Wazee ama wahenga waliwaza nini mpaka kuja na maneno kama hayo? matukio ya duniani Uh, ambayo walimwengu yanawakuta ndio chanzo hakuimarika kwa misemo hii. Ametoa e, mfano huo na mifano mingine mingi. Ficha maradhi, kifo humuumbua. E, ni kutokana na matukio ya walimwengu ambayo inatokea. Wahenga wametuachia vingi bila kuficha, ikiwemo maneno au misemo ambayo inaishi. Je, vijana, hasa Gen Z, ni msemo gani nyinyi mnasema kwa neno hili hata kizazi cha nne kikija kitasema hili neno linatokana na Gen Z? Hii ni Msasa Media, msasa kisasa zaidi.